Hello, suit lovers, kwa kipindi kirefu tumekuwa tukifanya biashara ya suti hapa kisiwani Zanzibar na wengi wenu mnatujua kama suti Zanzibar, na siku zote katika kampuni yetu huwa tunawaza maboresho na huduma nzuri yes. na namaanisha maboresho na huduma nzuri kivipi? Katika maboresho yetu ni kuhakikisha mteja wetu hakosi kitambaa anachokihitaji, yaani kitambaa cha aina yoyote kwetu lazima ukipate, so tumeleta vitambaa vipya ambavyo hivi sana, sana sana huwa vinatumika kwa suti zile tumezoea za special kutoka Uturuki, kutoka China, kutoka UK lakini tupo na fabric zake ambazo ni nzuri sana quality yake ni 100%, yani ni nzuri sana kama mnavyoziona hizi. Yes, mostly huwa wanavaa watu kwenye maharusi kwenye events mbalimbali mbali. Yes. Especially kwa wale wanaopenda kuwa unique. Yes. Tunamaanisha watu wanaojipenda wanaopenda kuwa kipekee. Okay. So tumeleta vitambaa vya aina mbalimbali mbali. Yani, design nyingi nyingi sana naweza kuwaonyesha, lakini naweza nisimalize pia, kwa sababu tupo na hizi, take a look nyingi, right, na ni nzuri and <clears throat> zipo na hizi zinaonekana, lakini kwa uzuri zaidi ni heri ukafika ofisini kwetu, ukaja ukaangalia. Jamani, vitambani vingi, hakuna excuse Yani this time, hakuna excuse kwa sababu vitambaa ni vingi sana sana, sana, sana sana kama mnavyoona, suti za aina zote zipo hapa eh. tambaa ni quality, havipauki havichuji, hata kama unatumia dry cleaner kwa sababu mara yes, nyingi suti zetu huwa tunazifua kwa dry cleaner, na pia <coughs> suti zetu zinashonwa kwa ustadi mzuri sana, kwa ustadi mkubwa sana, ili kuongeza na hadhi ya kitambaa chako, ila pia hiyo haimzuii mteja kuja na kitambaa chake mwenyewe Yani, umekipenda kitambaa sehemu umechagua umechukua, sisi tunakushonea, ila huwa tunapendelea zaidi wateja wachukue vitambaa kutoka kwetu, kwa sababu unaweza mteja akaleta kitambaa hakina ubora, kwa hiyo hata hadhi ya nguo yake inakuwa haina hadhi nzuri. Lakini mteja huyo huyo akamuona mteja mwingine ambaye amechukua kila kitu kutoka kwetu, yani full package, akasema kwamba mbona huyo kwake imekuwa nzuri zaidi kuliko kwangu? Kumbe shida ilikuwa ni kitambaa chake ni low quality. Kwa hiyo tunashauri wateja wetu mchague vitambaa vizuri, kwa sababu tuna vitambaa quality 2 tu. hatuna vitambaa vya mchujo. Karibuni Suit Zanzibar, tunapatikana mchana getini, kuanzia saa tatu mpaka saa tatu usiku. Bye bye.